Na Allah ameondosha baraka kwenye familia nyingi, ulipoingia uchoyo na ubinafsi. Mimi hayo huyasema kila siku. Familia nyingi zilikuwa zina baraka, watu wanaishi maisha mazuri na hawakosi riziki, na wala hawakuwa matajiri. Lakini leo watu wamerudi kwenye ubinafsi, mtu ndugu zake ni wale, watoto wake ndio ndugu zake, mke na vitoto vyake vile viwili, sijui vinne, basi wengine kawafungia vioo hivi, na hata akizungumza nao au wakimweleza jambo lao, kama vile jambo la watu wengine tu. Unajua, pana watu wako hivyo. Mtu anazungumza na ndugu yake, kaka yake, mdogo wake aliyozaliwa naye, anazungumza na mjomba wake, anazungumza na ammi yake, baba mkubwa mdogo, anazungumza na khali, mjomba huyo, mama zake wadogo wakubwa, kama vile anazungumza na watu wengine. Yaani ndugu yake anamwelezea matatizo anavyomsikiliza na anavyomjibu kama anavyozungumza na mfanyakazi wake dukani kwake, yani ni mtu wa kawaida. Haa, say, Do, kuna mambo mfikie huko bwana. Aise, poleni bwana, oo, nilikuwa sina habari, lakini ndio hivyo bwana, ndio maisha ayo, pambaneni bwana. Mtu anawajibu ndugu zake hivyo, anaweza matatizo, pambaneni bwana, najua mjini hapa, si ndio eh? Eh, wakati mwingine kila mtu apambane na hali yake, hakuna watu hao wa. Huyo ajielewi, huyo